chetu cha dira ya ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television ya jijini Dar es Salaam Tanzania. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kwenye kipindi chetu cha leo, nitaelezea jinsi ya kutambua fursa za kuanzisha biashara ya vipodozi. Kwa wale ambao wanataka kuanzisha biashara ya vipodozi ni muhimu kuhakikisha kwanza wanatambua fursa ya kufanya hiyo biashara. Usianzishe biashara bila ya kuona fursa ya kufanya biashara, kwa sababu mara nyingi tunapozungumzia fursa za biashara huwa tuna fokasi zaidi kwa mteja au wateja, na huwezi ukafanya biashara yenye mafanikio kama huwajali wateja. Kwa hiyo sasa, ni muhimu sana kwanza utambue fursa ya ya kufanya biashara ya vipodozi kabla hujaianzisha hiyo biashara. Sasa kwenye kutambua fursa ya biashara ya vipodozi kuna mambo manne ya msingi ambayo inabidi uyatafakari. Kwanza ni aina ya biashara ya vipodozi ambayo unataka kuanzisha, kwa sababu vipodozi, biashara za vipodozi ziko za aina mbalimbali. Kwa hiyo lazima ufanye uamuzi, ni aina gani ya biashara ya vipodozi unataka kuanzisha. Kwa mfano unaweza ukasema unataka kuanzisha biashara ya vipodozi ya jumla, kwa maana kwa unanunua vipodozi kutoka viwandani au unaliza kutoka nje, alafu wewe unasambaza kwa e, wafanya biashara wadogo wadogo wa vipodozi. Lakini nyingine unaweza ukaamua wewe mwenyewe ufanye biashara ya vipodozi ya reja reja. Kwa hiyo sasa, huo ni uamuzi, na kuna wengine wanaweza kusema anataka kufanya biashara ya vipodozi labda kwa ajili ya kina mama ambao labda wenye mapato makubwa au mapato ya katikati. Kwa hiyo inategemea unataka kuanzisha aina ya duka la vipodozi kwa ajili ya kundi fulani la wateja. Kwa hiyo sasa namba moja ndio hiyo, chagua kwanza ni aina gani ya biashara ya vipodozi unataka kufanya. Namba mbili sasa ni eneo ni muhimu utafakari ni eneo lipi unalotaka kuanzisha biashara vipodozi. Sasa chagua eneo ambalo unafikiri utapata wateja wengi. Usichague eneo ambapo unakuta kuna matatizo ya kupata wateja. Kwa hiyo namba mbili ni swala la eneo utakaloanzisha biashara vipodozi. Namba tatu ni swala la wateja. Sasa je, kwenye hilo eneo ambalo umelichagua la kuanzisha biashara vipodozi wateja wa vipodozi wana changamoto zipi? Kwa hiyo jaribu kuona kama unazifahamu hizo changamoto, au fanya jitihada ya kuzifahamu hizo changamoto za wateja wa vipodozi katika eneo ambalo umelichagua. Na nne ni kujaribu kuona kama unao ufumbuzi wa hizo changamoto ambazo wateja wanazo katika eneo uliolichagua kwa sababu ukifanikiwa ku pata ufumbuzi wa hizo changamoto ndio unakuwa unakaribia kufikia swala la fursa za kufanya biashara katika hilo eneo. Kwa hiyo hayo mambo manne ni ya msingi kabisa unapotaka kuangalia kama unaweza ukafahamu fursa za kufanya biashara ya vipodozi na hivyo kuweza kuanzisha biashara ya vipodozi. Sasa tuende kwenye suala lenyewe la msingi, nalo ni jinsi ya kutambua e, e, fursa za kufanya biashara ya vipodozi. Sasa namba moja ni kuwa, ni kuangalia kama kuna matatizo ya maduka ya vipodozi katika hilo eneo. Kama hakuna maduka ya vipodozi, hiyo inakuwa ndio fursa ya kwanza ya kufanya biashara. Kwa hiyo unaweza ukaanzisha moja kwa moja biashara ya vipodozi kwa sababu hilo eneo halina duka hata moja la vipodozi. Fursa ya pili ni kuwa unaweza kukuta hilo eneo lina maduka ya vipodozi, lakini ni machache kulinganisha na wingi wa watu au kulinganisha na e, wateja ambao wanahitaji huduma katika hilo eneo. Sasa kama kuna upungufu wa maduka ya vipodozi wako wewe, inakuwa ni fursa kwa kuanzisha duka la vipodozi ili kuziba lile pengo ambayo limetokana na eh, kuwa na wateja wengi wanahitaji huduma ya vipodozi. Kwa hiyo hiyo ni fursa namba mbili. Fursa namba tatu ni swala la vipodozi vyenyewe. Kama hilo eneo lina maduka ya vipodozi lakini vipodozi vinavyouzwa hapo na hayo maduka havina ubora unaokubalika yaani quality wanasema Waingereza ya hizo products ya hizo bidhaa za vipodozi sio ya hali ya juu. Kwa hiyo kuna wateja wanalalamika kuhusu ubora wa, wa hizo eh, bidhaa za vipodozi. Kwa hiyo sasa, wewe unajaribu kuona kama unaweza uka, ukaanzisha duka la vipodozi ambayo vitakuwa vya ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo hiyo ni fursa mojawapo. Fursa nyingine ni swala la huduma. Inawezekana hilo eneo uliolichagua yako maduka ya vipodozi, lakini kuna tatizo kubwa sana kwenye utoaji wa huduma, hayo maduka hayatoi huduma nzuri kwa wateja. Inawezekana wafanyakazi wao labda wana lugha ambazo sio nzuri, lakini mazingira pale kwenye maduka yao unaweza kukuta watu wanajazana, kuna joto, hali sio nzuri sasa au kufungu, ufunguaji wa duka asubuhi labda wanachelewa sana, jioni wanawahi. Sasa vitu kama hivyo vinakera wateja. Kwa hiyo huduma kama ni mbaya, basi wewe unaweza kaona hiyo ni fursa kwako. kwa, kwa, kwa, kwa maana anzisha duka la vipodozi ambalo litakuwa linatoa huduma nzuri kwa wateja. Naona tuupumzike kidogo, tukija tutaendelea na kipindi chetu. ambazo zina zinapatikana kwa ajili ya kuanzisha e, biashara ya vipodozi. Sasa eneo lingine ambalo unaweza ukaona kuhusiana na swala la fursa za kuanzisha hiyo biashara ni kuhusiana na e, tunasema vipodozi ambavyo ni vimepitwa na wakati. Yaani, unaweza ukakuta maduka yanauza vipodozi lakini hivyo vipodozi ni vile ambavyo vya, vya kizamani sana na pengine baadhi ya wahusika au wateja hawavitumii. Kwa hiyo sasa, tunazungumzia hapo kuwa na duka lenye vipodozi vya kisasa ambavyo vinavyokubalika na unajua, sasa hivi kuna vijana ambao nao ni wanunuzi wakubwa wa wa vipodozi. Sasa kama kuna aina ya vipodozi wanahitaji havipatikani kwenye hilo duka lako, kama umeanzisha hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo jaribu kuangalia kama unaweza ukaanzisha duka la vipodozi ambalo linaweza likawa na vipodozi vya kisasa kabisa kwa ajili ya wateja. Kwa hiyo hiyo ni fursa moja hapo. Fursa nyingine ni siku hizi hata kwenye internet kuna maduka. Na hata maduka ya vipodozi hapo. Sasa unaangalia kwenye internet, Je, kuna maduka ya vipodozi? Sasa kama hakuna au kama yako machache hiyo nayo inakuwa ni fursa kwako kuanzisha biashara ya duka kwenye intaneti na kuna wateja usirani usi kama ninazungumza tu hivi hivi tu na uhakika. Kwenye intaneti kuna kuna kuna wateja wengi tu ambao wanahitaji vipodozi na unaweza uka, ukaanzisha duka la intaneti na ukawa na vipodozi, ukawa unaagiza moja kwa moja kupitia intaneti kutoka nje ya nchi na utakuwa pia na vipodozi ambavyo vya kisasa kabisa, kwa sababu wale wanaouza vipodozi huko nje wanaokuletea watakuwa wana wanakuambia aina ya vipodozi ambavyo vinavuma. Kwa hiyo unaweza ukaanzisha pia eh, duka la vipodozi kupitia kwenye intaneti. Kwa hiyo ni ni muhimu sana ku, kuona kwa una, unapata fursa fursa ziko zaina, bari bari, za aina mbalimbali za kuanzisha hiyo biashara ya vipodozi. Naona tupumzike tena, tutarudi kumalizia kipindi chetu. Sawa, tumalizie kipindi chetu kwa kuangalia fursa mbili ambazo zimebakia kati ya fursa nane ambazo unaweza ukazitumia kuanzisha biashara ya ya intaneti kuanzisha biashara ya vipodozi. Sasa unajua siku hizi watu wananunua vitu kutokana na, na jina la brandi e, mtu anakuja dukani kabisa nakwambia nataka anataja brandi ya ile ya, ya, ya, ya vipodozi e, sasa kama hiyo brandi huna, hanunui hata ukimwambia lakini mbona hicho kipodozi kiko, kwa mfano anasema anataka vipodozi labda poda kupaka usoni. Anakuuliza anataja brand ya hiyo poda. Wewe unasema ha, ha, haipo lakini iko poda nyingine nzuri tu ya ya kupaka usoni, hawezi kukuelewa. Kwa hiyo kama kuna matatizo ya wenye maduka katika hilo eneo, hawajali sana masuala ya brand. Sasa, wewe hiyo ni fursa kwako. Anzisha duka la vipodozi na unaweka vipodozi vya brand eh, ambazo zinakubalika au maarufu kiasi ya kuwa sasa watu watakuwa wanakimbilia kwako, ah, ukitaka kipodozi cha aina hii nenda pale utakuta. Kwa hiyo swala la brand ni la muhimu sana. Na mwisho kwa kumalizia, ni swala la bei. Bei ni kila kitu. Kama una vipodozi vya vizuri vinapendeza au vya brand zenye majina na nini, lakini kama bei zako ziko juu, wateja watakukimbia. Kwa hiyo hakikisha, jaribu kuangalia utakapokuwa na watu utakuwa unanunua vipodozi vyako ili uweze kuona kama utapata unafuu wa bei, ili na wewe sasa uweze ku, kupanga bei ambazo zitakuwa ni mwafaka au zenye nafuu kwa wateja wako ili uweze kupata wateja wengi. Kwa hiyo kama ukiona kuna uwezekano wa kupata kununua vipodozi kwa bei ya chini kiasi yakuwa na wewe unaweza ukapanga bei ya chini au bei ambayo ni ni, ni, ni reasonable basi hiyo inakuwa ni fursa kwako kuanzisha biashara ya vipodozi kwa hiyo hizo ndio fursa nane ambazo unaweza ukazitambua uka, uka na kuwezesha wewe sasa kuchagua ipi ambayo itakuwezesha wewe kuanzisha duka la vipodozi naona tuishie hapo naomba mwendelee kuangalia vipindi vyetu n kipindi cha